Breaking news. News. Kuna jambo kubwa litakalofanyika hapa Arusha. Kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 Juni tunakutana hapa kwenye kituo cha mikutano cha kimataifa AICC, kwenye kongamano la ununuzi wa umma la mwaka 2025 linaloandaliwa na Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma PPRA. Tukio hili linakutanisha wakuu wa taasisi za umma watumishi wa umma na wadau wa sekta binafsi. Mgeni rasmi ni Mheshimiwa Waziri wa Fedha Dr. Mwigulu Lameki Nchemba. Kuhusu maandalizi, meneja wa PPRA kanda ya Kaskazini anatuhakikishia, tumejipanga kuwapokea wadau wetu. Karibuni ya Arusha, tuzungumze kuhusu NeST kwa maendeleo ya taifa letu. Jisajili sasa kupitia tsms.ppra.go.tz. Nafasi ni adhimu. Tukutane Arusha, tuyajenge ununuzi endelevu wa kidijitali kuwainua wafanyabiashara wazawa na makundi maalumu kwa ukuaji jumuishi wa uchumi.